Lengo lengo lenu la chama ya kwa wananchi ya e, kwanza ni kuboresha maisha ya wananchi, ni usalama eh, kisha usalama tunafundisha umoja, kisha fundisha umoja tunaleta maendeleo na ile yote itaunda maisha bora kwa raia. Nimeona unashirikisha wananchi kufanya salamu. Ndio, ndio. Eh, jambo la kwanza ni kufundisha wananchi wa Kongomani kujua kwanza kujitegemea tuli... kwao. Kawaida tuna nyimbo sisi kwa chama inasema Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Ndio maana uliona watu wanafanya salongo kwa kutengeneza barabara yao. Kawaida huku Ngungu wakati wa mvua gari hazikukua zinafika hapa. Lakini kwa ushirikiano na raia kwa kufanya salongo ya barabara gari zinaanza fika hapa na wakati wa mvua. Eh, na hiyo itatusaidia ita kujijengea kwetu na itatusaidia wananchi kutotegemea misaada kutoka mbali, kuanza kujua kujenga nchi yao wenyewe. Nikuulize swala moja, kwa nini wewe unaweza kuchukua hatua hapa hapa bila kuuliza viongozi? Kwa sababu tukiangalia kwenye serikali ya Kinjasa ni kwamba lazima utume ripoti kwa mkuu wa wilaya, gavana, mpaka Kinjasa, lakini wewe unatafuta suluhisho hapa hapa, ni nini? Na mimi hiyo nafanya huh? inatoka kwa uongozi ambao unaniongoza una hey, wakati naona mimi natatua shida hapa, natatua kutokana na agensi na maagizo niliyopewa na viongozi wangu Tunafanya mikutano na uongozi wa territoire, tunafanya mikutano na uongozi wa, wa jimbo. Wanatu, wanatuambia ambavyo tunapashwa fanya, ndio wanatupatia mitindo, ndio wanatupatia mistari ambayo tutatimiza, na hiyo tunakuja hapa sisi tunaitimiza, na inatusaidia kutatua shida za population na kwa uongozi bora wa chama eh, Uh, wanataka kuanza kufanya decentralization kupatia uwezo ngazi za chini zinasogelea wananchi, ili wakuwe wanatatua shida mbalimbali, na hiyo eh, inazaa matunda. Basi eh, ni, wakisha niambia nende nifundishe umoja, lazima eh, mbele ya kukusanya population na, na viongozi mbalimbali tuanze kujifunza kwa jinsi tunaweza leta umoja mpaka nirudie huku ambako wameniambia cha kufanya tena nikuwe nawauliza wakisha nionyesha njia, lazima mimi ni, nitekeleze eh hiyo. Hey, nafanya si yangu, ni ya chama. Ni, ni kitu gani unajivunia leo katika maeneo haya ya Ngungu. Arudia, tarudia, kitu gani unajivunia kukua kiongozi wa Ngungu na unaishi na wananchi? Mimi ya kwanza ni kuwa kwa ushirikiano na raia tumeweza kuleta usalama na hapa raia wanafurahi kwa usalama. Ingine ni kuwa wananchi wa Ngungu wamesha jua vizuri sana kwamba tunatatua shida bila upendeleo, bila ulaji rushwa. Kwa hiyo hiyo ni raha ya chama na ni ushindi. Ingine eh, na ile umoja hapa, umoja umekuja Ngungu. Hey, ni eneo nzuri ambacho tuna tunataka kwa leo ni, ni kuimarisha ile ambayo tumeisha tumeanza na kuleta maendeleo, lakini kitu ambayo unaweza jivunia kwanza ni kuwa tumeleta usalama. Ingine ni kuwa tumeleta umoja, na ingine ni kuwa wananchi wanatutumainia kama wakilisho wa chama, hapa wanatutumainia sana eh, na ukiongea na raia hapa tembea na kuongea na watakuambia kwamba wana uongozi ambao unatatua shida bila urajirushwa bila upendeleo wowote, na hiyo inaweza sababisha sisi eh, kujisikia kwamba tuna tunatembea kama tukiwa na raha ya ushindi mm-hmm. Alafu tukimalizia, naona watu wameamkia kufanya biashara eh, na ile pia inakuonyesha kwamba una usalama, inakuonyesha kwamba raia wametumainia uongozi eh, Eh, mtu anafunga eh? Usiku litembea saa za usiku, liona kama raia walikuwa wanafanya biashara bila shida yoyote, wanatembea usi wanaramkia asubuhi sana wanaanza makazi zao. Ile inakuonyesha kwamba kumbe raia wetu hawatazame kile walikuwa wanatazama cha mbele eh, cha kubaguana na kuogopa kutokana na ukosefu wa usalama. Kumbe leo wanafikiri kuhusu maendeleo kuhusu kuhusu kufanya biashara e, unaiona, ndio maana wanaramukia kwa kufanya makazi tofauti. Mwishima, jina langu ningao aia kiongozi wa Ngungu iko wa e, e, Ngungu. Mm. Ngungu wapi na wafanye nini? Je, wanaweza kuja ama wafanye nini kwa wale ambao wako mbali Goma, nje ya inji, na wale ambao waliokimbia? Asante sana, asante sana. Ngungu ni eneo ambayo inapatikana eh, eh, kusini mwa Masisi. Eh, ni eneo ambayo ni eneo kawaida eh, ya milima mizuri kimaumbile. Ni eneo ya ufugo na, ya ufugaji na ulimaji na tena ni kwa leo ni eneo ya umoja. Tuna tunaambia watu ambao hawajui Ngungu kutembelea Ngungu, tunawakaribisha kwanza, kila yeyote, ikiwa ni watu ya Goma, ikiwa ni watu ya na Bukavu na kwingineko, tunawakaribisha kuja Ngungu. Na wandugu zetu ambao uh, wamekimbia walikimbia, tunawahamasisha kurudia makwao. Kwani, walikimbia ilikuwa wakati mbaya, wakati wa, wa ubaguzi, wakati wa usalama kidogo. Leo tumejenga umoja, leo tumejenga uongozi wa kutatua shida za raia, leo tumejenga usalama huko. E, kwa hiyo tunaita kile yeyote kuja Ngungu, na akifika Ngungu atafurahi hata huo kabila gani, asiogope kwa sababu hakuna tena mambo ya kabila, kabila yeyote asiogope, karibuni Ngungu, kwani sisi kama chama eh, hatuangalia ukabila. Hiyo tulifukuza kabila yoyote. Wakongomani wana kabila tofauti, lakini zote tunataka umoja wa Wakongomani, kabila moja kwa chama ni Ukongomani eh, kwa hiyo mtu asijisikie kwa woga kwani ni, ni kabila fulani, ajisikie kwamba waliobaki ni ndugu za waliokimbia, tumewajenga kuwa familia moja.